Aitishe mkutano wa dharura wa wanachama ningemwona wa maana. Tukakutane Mwalimu Nyerere. Tukajadili mambo yetu. La huko mbali, TCC cha Ng'ombe, ukumbi upo hapo. Tuite hapo sasa tuje. Tuje tufanye yetu. Unaogopa nini? Unawaita wao viongozi wa wilaya sasa ukaongea nini? Hao ndio wanachama wa Simba. Wanachama wa Simba kila kona wapo, tunataka tuje tutoe maoni yetu. Utujibu kule unachowaambia wewe hujakosea. Hao viongozi wa wilaya kati uliwaita mwanzo. Sasa hizi unawaita wa nini? Hao watakwambia kwamba wewe hujakosea. Watakwambia kweli umekosea wewe akati familia moja tunaomba chonde chonde, Mangungu. Kama unajitaka kukaa ndani ya Simba, tunaomba mkutano wa dharura. Ukatujibu kwenye mkutano kwamba wewe huna kosa wala nini. Tujibu kwenye mkutano kama ulivyokuwa unatembea kwenye kampeni kuomba kura zetu na sera zako. Tuite pale, tukakuulize vipaumbele vyako ulivyoviweka ndani ya Simba. Kipi umekitimiza? Utatujibu hapo. Huna makosa utasema hapo, unayo makosa utatusemea hapo. Lakini sio kuita vigenge vobazi ya watu ukajifanya wewe ndio unajifanya kukutetea. Hii sio siasa, huu mpira huu. Kwa hiyo mimi, kabla ya kumaliza kwangu, ombi langu. Hicho kikao chao wanaanza kukaa leo Gwambina. Hicho kikao cha pensheni. Akitoenda kutoa maamuzi yoyote, hakina maana yoyote. Hicho anaenda kutengeneza mizizi zaidi. Ili aendelee kutoka, anza kusema wana nisumbua wako kumi tu. Akitoka hapo tutamsikia Muntaza. Akishamaliza shughuli yake hicho kikao tu, atakwambia wana nisumbua wako kumi. Kikao kama hicho tuite sisi. Atuite sisi. Unawaita wale wale, mnaenda kukutana siku kadhaa kabla mechi. Mmekubaliana timu inaenda alafu na wao wanajua, wamerudi kwenye matawi yao wamekaa kimya. Na hao wamewapa kazi wale viongozi wa matawi. Tetu na mipango kila tawi. Kuhakikisha wale viongozi wote wanajajiwa. Mliongea nini kabla ya mchezo? Wasiposema nao wanakula nyoya. Hii sio timu ya pension. Tulikofikia, tunahitaji kwenda kucheza kombe la Mabara. Hatuwezi kwenda kucheza kombe la Mabara tukiwa na watu kama hao, wanatuzamisha. Safari moja wanazamisha mtumbu. Tumekosa kombe la la, la, la shirikisho barani Afrika Zanzibar. Kwa hiyo adui zetu, inawezekana hao wazee wa Simba ulio waona jana nao miongoni ya kuizamisha Simba kukosa kombe kule, kama ameongea juzi maneno yale, wanashindwa kupewa 20% wale kutoa siri za ndani sababu so. Wao tunakaa nao, tunawaamini wazee wetu kwenye, je mipango yetu mkakati. Leo kama mtu anaenda kumkata Dewji pale, ambaye amefanya Simba leo iwe nafasi ya tano Afrika, eh iwe na mashabiki bora Simba, African Football League mechi ya ufunguzi imefanyika Benjamin Mkapa, rais wa dunia akakanyaga hapa kwa sababu ya nani? Sio Mohamed Dewji? Leo unakaa pale kwenye mikorosho yako unapiga kelele Deuji hasoke aseme yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Huyu mtu kashatuharibia tuharibia, tunapigwa mara tano ndani ya misimu minne, kwenye misimu miwili tu mechi tano kweli? Mbona ile misimu miwili nyuma hawajatufunga mara tano? Wakaja wakaweka maduka yao Simba anatuambia oh, kuna maduka, tunaondoa maduka. Ah, unaondoa duka wewe? Umeondoa duka, umeondoa vifaa vile kwa dukani Simba? Tumeondoa vifaa vile kwa dukani walivyokuwa wananunua nyuma, mwiko, lakini flemu ziko pale pale. Tukitaka kunusuri, tuondoe flemu kabisa, ndio tukatumeua Simba. Lakini kama hizi flemu hatujaondoa wataendelea watu kuja, wataweka bidhaa nyingine, watu wataendelea kununua. Kwa hiyo dawa ya Simba sio kuondoa maduka. Sawa, dawa ya Simba kuvunja zile flemu kabisa, sisi hatuondoa maduka, sisi tunaondoa vitu ndani. Kina chama ndio wale wameondoka, kina Saido, ambao wamekuwa mbuzi wa kafara wale. Lakini flemu tumeziacha, watu wanaendelea kutungika kama kawaida. Sawasawa na mzinga wa nyuki. Ukitoa yale malala ya asali na asali ukitoa, nyuki bado wapo. Hawatotengeneza asali nyingine. Utaniambia umewahamisha nyuki kwenye mzinga Choma moto ule mzinga ndo utakuwa umehamisha nyuki utaenda kutafuta mzinga mwingine. Kwa hiyo Simba tukitaka kunusuru hili, tuchome moto mzinga, tuhamishe nyuki na mzinga haupo. Nyuki wengine wataenda kutafuta chaka sehemu nyingine sio hapa. Kwa hiyo bila kumuondoa Mangungu na chao wenzake ndani, hatutoboi. Kuna uhuni unatengenezwa. Ili ionekane tajiri asusi atoke. Leo inasemekana kwamba wachezaji wanadai bonus. Tajiri hajatoa hela. Hela ya kafu imeingia siku tatu kabla ya game. Hela ipo. Kwa nini wasipewe bonus wachezaji? Sawa. Hata kama kuna taarifa sijui, labda akaunti yao imezuiliwa huko, pesa sizipo sehemu, simu chote ile ikitoka simu nalipa. Huu ni uhuni tu unatengenezwa ili doji ionekane kwamba Simba haiwezi. Sawa, ili huyu mwenye maandishi matatu hiki anachokifanya cha maandamano na nini, aendelee kufanya ili Simba kimataifa ishuke, ili wawe juu wao. Hayo ndo malengo yao, kwa sababu msimu huu wa lengo lao waende fainali ya kimataifa, wamefeli. Wafike hata nusu fainali, wamefeli, wameshia kwenye makundi ya nyanya. Hawa wamerudi wanapiga piga kelele, wanaandamana. Huo ndio uwezo wenu. Sawa? Mtoto mleavyo ndivyo ya kuavyo. Kama ushazoea kubebwa na mama na mama. Ukienda nje ya nchi kuna babako kule, kuna mamako. Tunaona vijana wengi wanatoka mikoani wanakuja Dar es Salaam kufanya kazi. Akija kwa kikasi kutatu analilia kurudi kwa babake na mamake. Tena mkubwa tu akuwa na familia. Kwa sababu kashazoea kukaa baba anamuona, mama anamuona, wadogo zake anawaona, kaka zake anawaona, kashazoea maisha hayo. Ukishamleta kama huku changanyikeni hawezi kuisha, anaona uko ugenini. Ndio nyuma wiko walivyo. Washazoea hapa tu na ndo maana sifa zao ziko hapa tu, tuzini, tu, tu, doyoto, tu Zanzibar kule hawajatuzidi. Kwenye mataji yote, mashindano yote tushiriki kule, muungano mapinduzi, hawajatuzidi. Afrika Mashariki na kati mpaka sasa Simba ndo bingwa kihistoria. Jiulize Afrika Mashariki na Kati, Tanzania Simba Sports. Wasitoke timu hata Zanzibar. Itambe. Kwa nini atatamba Simba? Maanake Simba ndio giant kwenye mashindano yale. Kaonyesha ubora lakini wao ukiwauliza atakwambia wao mlichukua nini kombe nje? Sasa tumelichukulia kombe Uganda. Uganda ulicheza na Juma. Ulicheza na Shabani. Si ulicheza na kina Johnny? Na kina Oscar si ulikutana nao huko? Au wale sio watu? Kwa hiyo watu wanatafuta vichaka tu vya kujificha. Kwa hiyo nyuma mwiko mafanikio yake yako hapa. Kwa sasa hivi mafanikio ya Simba yanawauma. Na ndio maana wanaandamana. Tumeshindwa kwenda hatua kubwa tume, timu imebadilisha makocha watatu, kwa hiyo kama kombe tusipobeba kwa ya mitano, mitano tena, tena. out Ndo baba jeni usinge muona kwenye box, lakini mpaka sasa Kalia yule anapepea. Nimeona posti moja juzi, wanasema kwamba oh, nyuma mwiko amewasilisha waraka wa, wa kupinga kwamba kwa nini kalia awe na, na wadhamini wengi, kikanuni hairuhusu inakuwaje? Hiyo wewe unaopinga, umegombea? Una mamlaka gani kama klabu wewe kuandika, wasilisha barua ya kupinga? Anatakiwa awasilishe mgombea, wewe klabu unawasilisha waraka? Wewe umewahi kuona hiyo? Nani wao anagombea pale? Anagombea engineer Anagombea Ali Kamwe. Anagombea Mtine. Anagombea lafatiaji. Au anagombea nani pale? Mpaka wakawasilisha waka kupinga pingamizi kuhusu wanasikalia. Huoni kwamba kuna kikundi cha wauni kinatengenezwa tu kutikisa tikisa sehemu ili waweke watu wao tupu. Sasa hii yote haitoshi, maandamano na nini? Sisi tunachokihitaji, Mangungu achia koti. Kaa kaskazini, kaa kusini, kaa magari utajua wewe, tuachie Simba yetu. Alafu sasa tukimaliza hapo, akijadondoka huyo Mjumbe ataenda kukaimu nafasi yake kama alivyokaimu nafasi mzee Kaduguda wakati anaondoka Swedi Mkwabi. Kwa hiyo mjumbe wa bodi wa Simba upande wa, wa, wa wanachama ataenda atakaimu ile nafasi. Atatuongoza hapa mpaka ishirini na sita, tunapoelekea kufanya uchaguzi rasmi. Sawa eh? Kwa miaka mingine minne. Kwa hiyo yeye sasa hizi apumzike. Alafu baada hapo tukishakamilisha ile zoezi tutaenda kwa mbali za BMT. Sawa? Tupewe nyaraka tuhame hii nchi ya Tanzania bara. Twende visiwani. Nimekushukuru sana. Sio mimi leo kwanza sijamaliza. Eh, nimekuwa hujamaliza. Yapo mengi. Yapo mengi. Tuhame hapa bala twende visiwani kwa sababu tukiendelea kubaki hapo kuna vitu vingi vitajitokeza na sisi hatujatolewa nyongo. Itakuja kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwenye mpira wenyewe kumebeba mioyo ya watu. Watu saizi wanaandamana wako wanaanzia hapo ni terminal 2, wanaandamana saizi wanaelekea, si wenyewe wanasema Keko, wakitoka Keko, si wanaelekea Karume, wakitoka Karume, wanaelekea Msimbazi, watakata nusu za hapa, alafu ndo wanaenda kwenye bwawa lao. Kombe hili la kuandamana la ligi. Mara thelathini na moja unasema umechukua la kufanya maandamano lina upya hilo? Yani kitu ambayo kila siku nakichukua kina upya gani? Hiyo yote maanake kutoa heshima kwa wale waliowapa ili kombe ili tuendelee kuumia sisi. Yani hiyo yote wanaoifanya ni kebei na ziaka kuwapongeza wale waliowapa lile eh, wa ka kombe. Maana kombe mwakao wamepewa, hey, sawasawa. Mtu kaenda kalichukua pale kawakabizi, lakini wezi kuniambia kwamba wamelipambania kombe msibuu, wamepewa tu. Haya kama mtu msimu uliopita kazamini vilabu vinane msimu ujao atazamini vingapi? Kama kila sehemu katikisa imewezekana, si atazamini vyote? atabakisha watu wao Simba na Azam peke yake ambaye ndio hataweza kuweka uzamini, lakini waliobaki wote atawazamini. Kutakuwa na ligi tena sasa? Kuepusha haya yote, sisi tupewe riza tuondoke zetu wapi, Zanzibar sawa, tukakuze mpira wa kule kwa mzee Mwinyi na mimi nitakuwa jambo jema, tuondoe hizi kelele, tuachie wao bwa walao hapa waendelee kuandamana wakiendelea, kwa sababu akiwepo wao peke yao hakuna atakayechukua kombe zaidi ya wao kila siku watachukua wao. Hata fainali yao jana, nilisema mapema, baada ya wale walivyotutoa sisi, nikasema hakuna fainali, au wanasubiri muda tu kwenda kuchukua kombe lao, na jana umeona, kulikuwa na fainali pale pale. Jana kulikuwa na fainali siku leo, na ushubua tu wale na kaza kaza, wanazuga zuga, wanapoteza muda tu. Muda umefika wale, wamepeleka machinjioni, wametulia na wachezaji wao. Wengine wanataka kujifanya kwamba mechi ionekane ngumu, wanafanya fujo za kijinga ili waonekane kwamba ni mechi ilikuwa tafu, ni kuzuga tu. Mchezaji kama yule mtovu wa nidhamu na nilisemaga muda toka KMC alivyopewaga faini yule atakuwa afungiwe. Madhara yake ndio yale pale, wameshindwa kuziba ufa wale wanajenga ukuta. Juzi alingoa kibendera ile, jana anafanya fujo tena kule. Anaosha ngumi. Sasa yule mtu kashasema babake engineer anaenda kule kule kwa watu kutu wenzake. Kwa hiyo msimu ujao, baada ya Bernard Morrison, kituo kinachofuata Soa anaendaje, kwani kufanya utukutu kama Morrison. Ule mule tu. Umefanya juzi umepigwa faini. Leo narudia tena kama mchezaji mweledi angerudia. Watu wameenda mbali, wameenda kuchimbua toka kwa alikotoka. Kumbe ndo historia yake, hajaanza jana. Yale ndo e, historia yake ndio, kama tunavyosema mtoto mleavyo ndivyo, yako ndio wako vile. Kwa hiyo, mimi, kabla ya kumaliza kwangu, ombi langu hicho kikao chao wanaenda kukaa leo Gwambina, hicho kikao cha pensheni hakitoenda kutoa maamuzi yoyote, hakina maana yoyote hicho. Anaenda kutengeneza mizizi zaidi, ili aendelee kutoka, anze kusema wanaonisumbua wako kumi tu. Akitoka hapo, tamsikia Muntaza akishamaliza shughuli yake hicho kikao tu atakwambia wanaonisumbua wako kumi. Kikao kama hicho tuite sisi, atuite sisi. Unawaita wale wale mnaenda kukutana siku kadhaa kabla ya mechi, mmekubaliana timu inaenda afu na wao wanajua, wamerudi kwenye matawi yao, wamekaa kimya, na hao wamewapa kazi wale viongozi wa matawi tetu na mipango kila tawi kuhakikisha wale viongozi wote wanajajiwa, mliongea nini kabla ya mchezo? Wasiposema nao wanakula nyoya. Huu ndo mpango wetu mkakati, ukishasema Simba nguvu moja ni ushirikiano moja. Gwambina ya ya wa pamoja, kila siku mnaenda Gwambina, mkirudi mnatoa taarifa kwenye matawi yenu. Leo mnaenda kuelekea mechi ya kiuni ya dabi, hamsemi mpaka leo hamjasema. Simba inafungwa mmetulia kimya. Wale wote walioitwa Gwambina hakuna hata mmoja alioinuka na kusema tunaongea sisi. Kuna nini hapo? Wao na viongozi wao wa wilaya, maana kwao na jambo lao. Sasa leo wanaenda kuchukua pensheni zao, sasa wakachukue pensheni zao, lakini wakawa wakijua wakitoka hapo wao na mangungu wao, wachukue makoti yao waondoke. Yani wakitoka kwenye hicho kikao cha Gwambina, wao na makoti yao wachukue warudi majumbani kwao, watuachie simba yetu, na wale wazee wao wa kiuni, wale walioitisha mkutano juzi, wale wote 20% sio wazee wa Simba, wale wote wajiondoe. Na wale wazee ambao sijawaona kwenye mkutano ule, wajisalimishe, wapinge maneno ya wazee wenzao ya, ya kumkataa Dewji. Wasipopinga ndio ile ile ya shuleni, ile sabaki, mmoja akioza kwenye tenda, wote wameoza. Tutawaunganisha kama wamekaa kimya mpaka leo, waweka kimya, watu wajibu, wale tunawaunganisha wote. Simba hatuna wazee, itabaki timu ya vijana tu, wana harakati na tutapambana, viongozi wote wa wilaya, wa matawi, wazee wote tutapiga chini, wabaki nyuma, spika, kwa sababu tunaona hao wanataka kutupoteza, kwa sababu washajua shamaliza mwendo. Sasa hizi wana jambo lingine lolote. Anachukua pensheni. Hii sio timu ya pensheni. Tulikofikia tunahitaji kwenda kucheza kombe la mabala, hatuwezi kwenda kucheza kombe la mabala tukiwa na watu kama hawa. Wanatuzamisha safari moja, wanazamisha mtumbwi, tumekosa kombe la, la, la shirikisho barani Afrika, Zanzibar. Kwa hiyo adui zetu inawezekana hawa wazee wa Simba ule waona jana nao miongoni kuizamisha Simba kukosa kombe kule kama wameongea juzi maneno yale, wanashindwa kupewa 20% wale, kutoa siri za ndani. Sababu wale tunakaa nao, tunawaamini wazee wetu, kwenye je, mipango yetu mkakati. Leo kama mtu anaenda kumkata Deuji, pale ambaye amefanya Simba leo iwe nafasi ya tano Afrika, eh, iwe na mashabiki bora. Simba, African Football League, mechi ya ufunguzi imefanyika Benjamin Mkapa, rais wa dunia akakanyaga hapa, kwa sababu ya nani? Sio Mohamed Deuji? leo unakaa pale kwenye mikorosho yako unapiga kelele Deuji hasoke aseme yeye ndio mwenyekiti wa bodi tume. Sisi tumemchagua sisi. Hayo maneno hatutaki kuyasikia kutoka sasa kwa wanasimu, yaani yoyote saizi anakaa kwenye mdomo wa Mangungu, anamsifia Mangungu. Makofi. mimi yoyote nikimsikia saizi, anakaa huyu mtu kashatuharibia. Tunapigwa mara tano ndani ya yani misimu minne kwenye msimu miwili tu mechi tano kweli? Mbona ile msimu miwili nyuma hajatufunga mara tano? Wakaja wakaweka maduka yao Simba anatuambia, oh, kuna maduka, tunaondoa maduka. Ah, unaondoa duka wewe? Umeondoa duka, umeondoa vifaa vile kwa dukani. Simba tumeondoa vifaa vile kwa dukani walivyokuwa wanunua nyuma, mwiko lakini fremu ziko pale pale. Tukitaka kunusuru, tuondoe fremu kabisa, ndio tukatumeua Simba. Lakini kama hizi fremu hatujaondoa, wataendelea watu kuja, wataweka bidhaa nyingine, watu wataendelea kununua. Kwa hiyo dawa ya Simba sio kuondoa maduka. Sawa. Dawa ya Simba kuvunja zile flemu kabisa. Sisi hatuondoa maduka, sisi tumeondoa vitu ndani. Kina chama ndo wale wameondoka, kina Saido ambaye wamekuwa mbuzi wa kafara wale. Lakini flemu tumeziacha. Watu wanaendelea kutungika kama kawaida. Sawasawa na mzinga wa nyuki. Ukitoa yale malala ya asali na asali ukitoa, nyuki bado wapo. Hawatatengeneza asali nyingine? Utaniambia umehamisha nyuki kwenye mzinga. Choma moto ule mzinga ndio utakao, umehamisha nyuki utaenda kutafuta mzinga mwingine. Kwa hiyo Simba tukitaka kunusuru hili, tuchome moto mzinga, tuhamishe nyuki na mzinga haupo, nyuki wengine wataenda kutafuta chaka sehemu nyingine, sio hapa. Kwa hiyo bila kumuondoa Mangungu na chao wenzake ndani, hatutoboi hicho kikao cha leo. Wana Simba, tukae makini, tukisubiri, tukae stand up, tukisubiri. Tumetoka tumeona majibu tofauti, kimya. Basi bakola zitaenda kutembea kwenye wilaya, atucheleweshi kwa sababu viongozi wa wilaya wote wale, kuwepo kwenye madaraka, hakuna alochaguliwa na viongozi wa matawi. Na katiba inasema baada ya uchaguzi wa viongozi wa klabu, unaofuata ni uchaguzi wa matawi, unaofuata ni uchaguzi wa viongozi wa wilaya, unaofuata wa mkoa, na utaratibu wake viongozi wa matawi wanasimamiwa na viongozi wa wilaya sawa? Yeah. Alafu sisi tunaenda kusimamia sasa uchaguzi wa wilaya tuliopatikana viongozi wa matawi sawa, viongozi wa wilaya wanaenda kuchagua viongozi wa mkoa. Simba tumechagua viongozi juu tu kule kwenye matawi, kwenye shina huku hatujachagua viongozi mpaka leo. Wewe unategemea Simba itakuwa salama kwa sasa hivi? Wanasimba tuamke, shina bado lipo, tumekata matawi bado yanachipua, tungoe shina huku. Vizee vimekuwa vingi huku vazilipendwa sasa hivi shamaliza mwendo vinachukua hela tu. Tumalize hivi. Tuweke vijana. Sawa, mwenyekiti akiwa mzee lakini katibu awe kijana kwa sababu ni mtu wa kutoka. So, unamkuta katibu mzee, mwenyekiti mzee. Ana uwezo gani wa kufuatilia matako ya wanachama wake muda wote club? Tuwaondoe hawa haraka sana. Kaeni Gwambina, kaeni wapi? Sio tunataka jibu la mangungu kuondoka. Mkikaa hapo mmechukua 20% zenu, basi wote mnakula bakola. Aitishe mkutano wa dharura wa wanachama ningemwona wa mana. Tukakutane Mwalimu Nyerere. Tukajadili mambo yetu. La uko mbali TZZ cha ngombe ukumbi upo hapo. Tuite hapo sie, tuje tuje tufanye yetu. Unaogopa nini? Unawaita hao viongozi wa wilaya sasa hizo kaongea nini? Hao ndio wanachama wa Simba? Wanachama wa Simba kila kona wapo. Tunataka tuje tutoe maoni yetu, utujibu kule unachowaambia wewe hujakosea. Hao viongozi wa wilaya wakati uliwaita mwanzo, sasa hizo unawaita wa nini hao? Watakwambia kwamba wewe hujakosea, watakwambia kweli umekosea wewe. Wakati familia moja, tunaomba chonde chonde, Mangungu, kama unajitaka kukaa ndani ya Simba, tunaomba mkutano wa dharura ukatujibu kwenye mkutano kwamba wewehuna kosa a nini, tujibu kwenye mkutano, kama ulivyokuwa unatembea kwenye kampeni kuomba kula zetu na sera zako. Tuite pale tukakuulize vipaumbele vako ulivyoviweka ndani ya Simba, kipi umekitimiza. Utatujibu hapo, huna makosa utasema hapo, unayo makosa utatusemea hapo. Lakini sio kuita vigenge, baadhi ya watu ukajifanya wewe ndio unajifanya umo kuna kukutetea. Hii sio siasa, huu mpira